Nayakumbuka maneno ya, ya mzee wa busara ambaye alijulikana kwa jina la Anchara. Mzee huyu alizoea kutuambia kuwa hata saa inayoonekana mbovu kuna wakati husema ukweli kulingana na mzunguko wa majira. Kama inasema uongo saa mbili, basi saa mbili hufika kutokana na wakati husika. Kutokana na maneno haya aliyotuambia mzee huyu, nami pia nataka nikushirikishe kitu. Kitu chenyewe ni hichi. Karibu tega sikio lako. Sio kila ambaye anafanya jema hajawahi kukosea. Na wala sio kila anayefanya makosa tu kwamba hajawahi kupatia na wala hatopatia. Kuna wakati nafasi zikitokea, watu wanaoonekana wadhaifu husimama kwa miguu miwili na wanaoonekana mashujaa huweza kufeli kwa miguu miwili wakapiga magoti. Kikubwa ni kutazama majira na kuwaheshimu watu wote. Usimdharau mtu kwa sababu ya historia ambayo wewe unaijua. Pengine Mungu ameshaweka kitu kingine kwa mtu huyo. Asante sana kwa kufuatilia chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe to this channel. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.